Liquidity concept. What is liquidity? Traders wengi sana wamekuwa uh, na inter wako interested sana kufahamu nini maana ya liquidity na liquidity ina kazi gani sokoni. So nitaenda kujaribu kuelezea in a very simple way nini maana ya liquidity na ina kazi gani sokoni. Liquidity ni eneo lolote sokoni ambalo lina rapid movement ya market, sawa? ama ni eneo ambalo lina act kama catalyst, price kuweza kumove. Sasa haya maeneo maana yake ni maeneo ambayo either orders zinatoka sokoni kuruhusu uh, other orders kuingia sokoni ama pending orders zilipo, kwa maana stop loss areas, take profit areas, ama pending order areas. Kwa hiyo hapa ninazungumzia previous high, previous low, equal highs, equal lows, uh, zile trendline areas ambazo zinatutengenezea highs ama lows, zile zote ni areas of liquidity, sawa? daily highs, daily lows na, na, na hizo other areas. Ndio maana unaweza uka trade, umeka stop loss yako, price ikaja ika hunt stop loss yako na market ikageuka. Kuna mwingine anakuambia kwamba broker ameenda kuifuata stop loss yangu. Hapana, ni kwamba wewe umegeuka kuwa liquidity, wewe umegeuka kuwa chanzo cha big players kuingia sokoni ama kuweza kuweka order sokoni ambazo zimefanya market iweze kumove. So any area ambayo inaweza kurapid ile momentum kucatalyze kuakti kama catalyst, sawa, kwenye market hiyo ni liquidity area, sawa, na huwezi ku uh, yani by any means utaepuka kuwa liquidity kwa namna moja, lakini utakuwa liquidity kwa namna nyingine, na ndio maana traders tunapata loss ama zile area zetu ambazo sisi tunaingia sokoni zinaweza kuvunjwa ama tunaweza kuwa hunted, sawa so, kwa wengine sina traditosu sijui kuna watu wengine wana trade liquidity engineering, lakini kwa namna moja kama kwa namna nyingine, wewe tu utakuwa liquidity sokoni either katika so setup moja basi katika setup nyingine, sawa. Kwa hiyo liquidity, uh, is just a world in which kuna mmoja anaweza akawa ana trade double, double bottom ama double top. Does not mean kwamba kila muda basi utakuwa liquidity, no, kwa maana kwamba hizo double bottom ama double top ama hizo highs ama lows ambazo una zi trade ama trend line, kuna muda zitakuwa respected, kuna muda hazitakuwa respected sokoni, sawa. so, liquidity is just an area which can rapid movement of the market. Hiyo ndio define ya liquidity.